Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, man qataa miratha warithihi qataa llahu mirathahu yauma lqiyama al min aljanna, kwamba mwenye kukata mirathi ya mrithi wake basi na Allah subhanahu wa taala na yeye atamzuilia au atamharamishia mirathi yake peponi siku ya Kiyama. Hadithi hii inatuhamasisha au inatupa maelezo au mwongozo kwamba tunapokuwa na mali katika maisha yetu ya kidunia mali zile tuishi nazo au tuzitumie kama sheria yetu ya Kiislamu ilivyotueleza, na wala tusiwe na e, nia kwamba mali hii nitakapokufa, e, mrithi wangu au mwanangu fulani asirithishwe, kwamba tusiwe na mtazamo huo kwamba tume tayari kisha tukataza kwamba isiwe mathalan, kuna mwanangu mmoja huyu, yeye ni mlaunga, kwa hivyo ukaandika na maandishi kwamba nitakapofariki, mwanangu huyu asipewe chochote katika mirathi. Au mathalan, inatokezea baadhi ya wakati kwamba mtu akaona kwamba hajabahatika labda kupata watoto wa, wa, wa, wa, watoto kabisa, kwa hivyo anahofia atakapofariki mali zile watakuja kurithi ndugu zake kwa hivyo mtu kama huyo, baadhi ya wakati kwamba mali zote zile alokuwa nazo akazigawa kabla ya kufariki, akauza ili wasije wakarithi ndugu zake. Kwa hivyo jambo hilo katika sheria yetu ya Kiislamu limekatazwa. Wewe tumia mali kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu ilivyokuelekeza, na utakapofariki zile mali watakuja kurithi na kunufaika wale warithi wako. Sawa, wawe ni wema au wasiwe wema, hilo sio jukumu lako wewe. Lakini usitengeneze mazingira ya kuwanyima mirathi wale warathi wako baada ya kufariki kwako. Kwa hivyo tumwombe Allah subhanahu wa taala atuwafikishe katika kuyafanyia kazi haya ili tusiingie katika mtihani ya yaumal qiyama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ashhadu an la